Mimi nimesikia ndugu Kalonzo akisema jenzi, mulipigwa risasi, muwe tayari kupiga Ruto risasi. Na kuna mwingine hapa amesema ati apigwe risasi ya kifua. Hapana, tumesema tumpe risasi kwa debe ya kura. Sawa sawa, hapa jenzi mpo? Jenzi mpo? Tunataka mchukue kura za kutosha ili tuonyeshe Bwana Kasongo ya kwamba the ballot is more powerful than the bullet. Sawa sawa zile risasi alilima vijana hapa na Kenya nzima, kule kwa debe ndio tutamjibu. Aende wapi? Nyumbani. Mmeamua sisi tulikuja hapa tukiwa na Uhuru Kenyatta tukajenga damu ya, ya Thiba, tangu jamaa chukue miaka tatu hajasambaza maji ya Thiba ifikia wakulima kweli, si kweli? pale tuliwaachia, hajafanya hata kitu kimoja pale. Tulijenga barabara hiyo duo kar kutoka Keno kwenda kule Sagana, hajaongeza hata kilomita moja. Badala arudisha asante kwenu mliompigia kura, amepiga rigiji teke. Wanasema asante ya punda ni nini? Rigiji akipigwa teke, si ninyi imepigwa teke? Huyu mtu aende asiende? Jamani, wangapi umesema aende? na mtu asiwambie, haiwezekani. Inawezekana, Rais aende nyumbani one time.